Timu ngumu, uwanja mgumu, mgumu, ila matokeo lazima patikane. Ni alama tatu tu zilizohitajika, haijalishi utazuia vipi, tutashambulia kwa kasi mpaka bao lipatikane. Uyoga uliokuwa sumu ukawa dawa ya kuwapeleka Yanga kwenye ubingwa. Jina lilotukanwa ikaimbwa uwanja mzima ni dube, dube, dube. kiwotegemea hawa kwa msaada, hata wale waliohesabika kama X-Factor ni machachari ya hatari. Imewapa kisogo ngumu kueleza, ila ubao unamaanisha Yanga moja kosa bila tangu. Amefika mabadiliko yanaonekana kwenye ushindi. Kaja na uchawi gani? sikiliza maneno yake. Lakini unajua mpira ulikuwa una dunda, dunda sana una dunda, dunda mda wote. Hali kama hiyo inafanya iwe vigumu sana kujenga mashambulizi kwa mpangilio. Ndiyo maana wakati mwingine tulilazimika kubadilisha kidogo mtindo wetu naivo, wa uchezaji. Hata na hivyo, mwisho wa yote nadhani tulistahili matokeo hayo. Je, uwanja uliwapa ugumu wewe pamoja na timu yako leo? Ndio kabisa, unaweza kuona hilo wazi. Wakati mwingine tunataka kucheza kwa kasi zaidi, lakini mpira unadundadunda, jambo lililofanya iwe vigumu kuudhibiti. Unalazimika kugusa mpira mara mbili ama tatu ili kuutuliza huo ndio muda unawapa wapinzani nafasi ya kutaka mpira. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Mlitengeneza kona nyingi sana lakini amkuzitumia vizuri? Ni kweli, lakini pia tunapaswa kukiri kwamba tulikuwa tunacheza dhidi ya wapinzani waliokuwa imara sana katika nyakati zote. Hilo ndilo eneo ambalo tunapaswa kuwa bora na kwa uangalifu zaidi, lakini pia wapinzani walifanya kazi ya vizuri sana katika kuzuia. Kwa hiyo tunahitaji kuendelea kuamini mchakato wetu kwa sababu huu ni mchakato wa hatua kwa hatua, sio muujiza. Tunatumaini tunachokifanya na naamini ushindi unatupa nguvu kubwa ya kuendelea mbele. Kocha Prince alipata changamoto kidogo kabla ya mechi minne ya hivi karibuni, lakini katika mchezo minne hiyo amefunga mabao matatu. Unaelezeaje kiwango chake? Ninaweza kusema kwamba kadri tunavyoendelea kukomaa katika mchakato wetu, yeye pia anajisikia kwa uhuru zaidi, anaelewa vizuri mienendo ya mchezo nyakati sahihi na nafasi zake. Ni mchezaji mzuri sana. Mara nyingi washambuliaji wanahitaji kujiamini. Sasa ana imani zaidi na atajiamini zaidi. Nadhani timu mzima pia imeanza kuamini zaidi mawazo yetu, hata kama hatukufunga mabao mengi. Bila shaka tunasikitika kidogo, lakini tukirudia nafasi zetu, tutaendelea kwa makini, na hilo ni jambo muhimu sana katika mchakato wetu. Asanteni sana. Michezo 28 bila kufungwa kwenye ligi kuu Tanzania bara, michezo 25 ushindi, sare tatu. Mara mwisho kupigwa ni tarehe 7 Novemba mwaka 2024 dhidi ya Tabora United, yaani siku 394 sawasawa na saa